Tumeweza kushuhudia ni mambo mengi sana yameweza kutokea hapa katikati, na moja kati ya jambo ambalo limeweza kutokea ni Juma Lokole kufukuzwa katika media za Wasafi, yani moja kwa moja amefukuzwa kazi. Sasa Juma Lokole siku leo ameruka live kupitia katika ukurasa wake wa TikTok. Ni kama vile Kole, ni mtangazaji ambaye ameanza tangu Wasafi imeanza, basi yeye ni mtangazaji wa kwanza alikuwepo, na aliendelea kuwepo mpaka hapa walipoona kwamba Juma Lokole hana mchango nao, hana msaada katika media ya wa Wasafi, akaamua msanii Diamond Platnumz kumfukuza au kusitisha naye mkataba, na kila mmoja aendelee na maisha yake. Juma Lokole amevurugwa, Juma Lokole ameshindwa kujizuia, ameruka live katika peji yake ya TikTok na kuamua kuanika ni kitu gani ambacho a, kimesababisha yeye akatimuliwa katika media za Wasafi au kimesababisha a, yeye akawa ameondolewa kabisa katika media hizo. Mara nyingi sana watu wengi walikuwa wanajiuliza kwa nini kwa sasa hivi hatumuoni Juma Lokole katika kipindi cha Mashamsham. Kumbe kulikuwa kuna mambo ambayo yanaendelea nyuma ya pazia a, tulikuwa hatujaelewa, lakini sasa hivi ndipo tunaelewa a, kwa sababu sababu kubwa ambayo ilisemekana ambayo imepelekea Juma Lokole haonekani katika kipindi cha Mashamsham ni kwamba enda kuongeza elimu lakini kumbe ni tofauti. Juma Lokole ametimuliwa na ameweza kuanika wazi kuhusiana na msanii Diamond Platinum, na amezungumza mambo mengi sana aliporuka katika ukurasa wa TikTok, na unaweza kuona ni kwa namna gani ameamua kutubua siri nyingi sana za msanii Diamond, lakini pia siri nyingi sana za media nzima ya Wasafi lakini pia

ambayo haioni thamani yangu, anakuambia msanii Diamond Platnumz ni msanii ambaye watu wengi sana wanamchukulia kama kioo cha jamii, lakini ni msanii ambaye nyuma ana michezo michafu kwa asilimia kubwa sana. Watu wengi sana huwa wanamwangalia Juma Lokole kwa jicho lingine. Juma Lokole anakuambia yeye ni mwanaume rijali, yeye si mwanaume ambaye anatumiwa na wanaume wenzake. Yeye ni mwanaume rijali na ni mwanaume ambaye ana mwanamke, ana mpenzi, ana watoto. Sasa, inapotokea mtu anamshushia heshima kutokana na muonekano wake basi huyo mtu hawezi kumwacha na anakwambia msanii Diamond Platnumz mara nyingi sana ameshawahi kumwambia hiyo michezo eh, lakini yeye anakwambia hiyo michezo hanaga na wala hapendi eh, lakini pia anakwambia hiyo michezo eh, yeye kwa binafsi yake hajawahi kabisa kuifanya ni kutokana eh, na muonekano wake tu, watu wanamfikiria tofauti, wanafikiria labda yeye eh, sio mwanaume kamili. Lakini Juma anakwambia baada tu ya kumkatalia bosi wake eh, basi bosi akamtafutia sababu tu ndogo ndogo ili eh, mradi tu yeye aweze kuondoka na kuacha na kabisa na media ya Wasafi. Lakini tunaweza kusema Juma Lokole ni mtangazaji mzuri, huenda uh, ukawa ni mwanzo wake mpya, huenda akatafutwa na media zingine na akafanya kazi nzuri zaidi uh, kutokana na namna ambavyo anajua kutangaza, lakini pia namna ambavyo anajua kuendesha kipindi. Ukiangalia kipindi cha Mashamshamu uh, basi jum, bila Juma Lokole kilikuwa ni kipindi kimepoa sana, ni kipindi fulani ambacho kimepooza. Kwa sababu, Juma Lokole pamoja na Mariam Dida ndio waanzilishi wa kile kipindi cha Mashamshamu na kilikuwa kinaenda vizuri zaidi na baadaye kin baada ya marehemu Dida kufariki, basi hakupatikana tena mtu ambaye angeweza kuziba lile pengo lake. Na ukiangalia sasa hivi yupo Hadija Mzee, lakini Hadija Mzee hana maneno kuntu kama ambayo alikuwa nayo marehemu Dida. Na unaweza kuona kwa sasa hivi Juma Lokole tayari ameondoka, ni nani ambaye ataweza kuziba pengo la Juma Lokole? Ukiangalia Juma Lokole, yeye ni mtu ambaye au mtangazaji ambaye alikuwa anapendwa sana na mashabiki wa media nzima ya Wasafi katika hicho kipindi cha Mashamshamu za Wasafi, lakini pia ni mtu ambaye anajua siri nyingi sana za msanii Diamond Platnumz. Huenda hii ikawa ni moja tu ya siri ambayo ameamua kuitoboa, lakini kuna zingine nyingi ambazo zitakuja kuzisema hapo mbeleni. Kama Diamond Platnumz hato mfikiria mara mbili kumrudisha kazini, basi huenda akaharibu na kuchafua kabisa hali ya hewa huko mitandaoni. Wewe kama shabiki, una lipi la kuzungumza zochomoni yako, lakini pia usahau kusubscribe kulike na kusani on notification, ili mradi tu uweze kuwa mtu wa kwanza kupata kila habari ambayo ina kiki na kumake headline ndani na nje nchi ya Tanzania.